Ya, leo nitawafundisha jinsi ya kupata shilingi mia tatu bure kupitia mtandao wa Tigo. Unachotakiwa kufanya ni kuingia katika app hiyo ya phone. Utabonyeza namba moja tano saba tatu mbili halafu utaenda sehemu kutuma message send SMS. Tasubiri kidogo hapa utakuja ut... hapo ukifika, sorry, sijaweka line ya Tigo ila itakubali tu hivi. Utajibu moja, utaandika moja kama hivi: hongera, imekuzawadia shilingi 300 bure kwenye akaunti yako ya mix. Santeni sana, santeni kwa kunisikiliza na naombeni mnisubscribe, jamani, akaunti yangu mpya. Santeni sana.